Metro Media TV. Nenda YouTube, andika Metro Media TV. Searchi pale, subscribe na kuwa mwanafamilia rasmi wa Metro Media TV. Don David, Don, a.k.a. Mr. Newspaper. Ulete mpira. Mambo vipi dadangu? Kwema kabisa. Kuja uwanjani leo katia. Mechi ya Yanga na Silver Sport. Mechi ya mwanzo uliona? Nimeiona e, nilikuwa Malawi na nimerudi Tanzania. No, ulienda kabisa? Mechi ilikukuta ulikuwa na tripu zako au ulienda kwa ajili ya shabiki wa Yanga au Simba? Yanga. Meza inapinduka? Una nguvu yenyewe ndogo. Unaonekana umenawili kabisa, umepiga nyingi sana. Silagi asubuhi. Ulagi asubuhi. Tutarajie kuona mchezo wa namna gani leo? E, ili kuhakikisha tunapata matokeo mazuri nyumbani. Unafikiri kwa tatizo li, lilikuwa ni kocha au tatizo lilikuwa ni? Tatizo lilikuwa kocha, tatizo ni timu wao wakulu walikuwa wachawi sana, waliloga timu yetu, waliloga timu mpaka mashabiki. Safari yetu ya Malawi ilikuwa ngumu sana mpaka tumehakikisha kufika Malawi, tumefika kwa tabu sana. Kwa oh. hiyo nadhani hata jana kama mliona kuna clip zinaelea wakiwa tena wanaendelea na kazi yao muda wa kufanya mazoezi. Uwanjani. Mm, na, e, Ila leo tutaprove kwamba mpira sio uchawi, ni mguu. Mpira ni mguu, mm. Ah, kwa wale wana imani za kishirikina. Shirikina mezidi Wamalawi, wale nawajua, kwa sababu ni mimi ninakoishi, wao ndo mpakani kwao, yaani Mbeya Kyela huko. Mm. Ah. Kwao nawajua wale uchawi ndo asili yao, uchawi ni damu. Kwa leo ndo mtaonyesha kati ya mpira na uchawi huko inafanya kazi. Tutaonyesha yeye kwa sababu sisi tuko nyumbani kwetu, tusikubali tukarogwa nyumbani kwetu. Tutakuwa ni upumbavu. Ah. Bana Silver Strikers wameingia cha kike. Wanakula ngapi? Kike chenye cha Mwarabu. Wanakula ngapi? Ah, s si tunachotaka ni matokeo tu. Hata wakipigwa mbili <laughs> <He bare. laughs> Kwa mujibu wa mashabiki wa Yanga, mmewasikia kwamba Silver Strikers hawana mpira wa mguuni bali ni wachawi. Sasa kama we unaamini uchawi shauri yako. Ila si tunachoamini boli lipigwe, boli likishapigwa ndo tutaprove nani mbabe, nani sio mbabe. Leo hapa Benjamin Mkapa lupaso machinjioni. Eh, kuna kauli inatumika sana hapa kwa Mkapa, atoki mtu. Sijui leo itakuwaje, wote tuwe mashuhuda kwa sababu wote tupo uwanjani, tutaona kila kinachoendelea au sio? Yanga. Unatarajia kuona nini leo? Eh, natarajia kuona ushindi. Ushindi ambao mliukosa Amna, kosa hivyo. Ndo hivyo ushindi. Si mmefungwa kule jamani muone. Najiaamuoni shabiki, unamchanganya jua kali. mlifungwa kule moja bila ah, ni yaani, si ushindi ah, tu mm. Mimi natamani sana oh, utoke hivi hivi ukiwa na furaha yako na picha kumbukumbu mmepiga kabisa, mmepiga hapo, mkikaa chini, tunakumbushana kumbuka siku hii. Eh, shoga Simba ya <laughs> eh, nini? Yanga nataka kuniua. Hamna bana. Unaitwa nani? Ah, naitwa Glory. Glory, glory, glory bwana. Mimi nakutakia kila la hili ushindi mwema, au sio? Eh, asante. Au sio? Mm. Karibu sana wanjani. Unatokea hapo hapo siku hapo kumetembea kwa mguu? Eh, mmm mauchapa <laughs> eh <laughs> wawili wanawake wametembea kwa mguu lakini angekupa mwanaume mmoja hapo Bolti. Request, sumbua nini? Basi haina noma Ayima, <laughs> hey, hey, hey. Oye, shwari, so, kama kawa salama kabisa yeah. Ah, Yanga shika bwana ndugu yangu, nataka kuishika, shika bwana, niambie mwa, salama, fresh kabisa, fresh, Yanga wewe Yanga, kina. Uh, nifungwe ile mechi ya mwanzo ile hapa kuna tatu. Kabisa. Kuna tatu. Eh, Yani, kabisa. Ah, uh, wenyewe wamekuja kukamilisha, wamekuja kukabizi. Wa Malawi wanaitaka group stage. Tatu ikizidi wakikaa ovyo nne. Na wakati huo mnadaiwa goli mbili ili muende group stage, mnadaiwa goli mbili. Mimi ndio ninavyokuambia, yaani wakikaa ovyo nne. Kuna mchizi vunga huyo amewasumbua sana, yuyowenyewe anakwambia uwanja huu ndo mzuri zaidi, ndo uwanja unaotaka hii. Alafu watu wanasema Yanga ni nyepesi, nyinyi mnahitaji ngumu, so umesema imeshaisha. aewwaacheachesachiishaisha Kukamilisha kukamilisha tu. Eh, umekuja kukamilisha. Kwanza utatoka wapole mno. mno. So no wajua, Ah! Au utatoka wapole mno. Yaani sio na shaka kabisa. Nani unatarajia kumuona leo katika mechi? Pakome. Pakome. Eh. Mzinze. Amzinza atatokea sabu kutokana kutoka na injury, yeye atasaidia saidia tu kidogo, lakini lazima walete kwao, tunarajie kikosi kile kile kilichocheza kichocheza kile. Basi bwana, kila laheri, shida nitafute nitafute nitafute <laughs> <untafte, untafte, untafte. laughs> ya laheri, wana Yanga nakutafuta wanetu wangu, shwari. Shwari kama kawa kama kawaida e, Yanga juu Yanga juu wananchi, e, meza inapinduka kibabe, au mnaibomoa kabisa, yani meza inapindua kibabe, mlipoteza mechi loisha e. Na ili mweze kufuzu leo yatakua mm. mshinde goli mbili, yani leo tunampa tatu. Tatu tatu, so bili tena, yani Silver Strikers kumfunga Yanga sawasawana kungulukumnya binadamu yani, kama bahati mbaya, wakati wakati wakati Yanga inaogopeka Afrika Mashariki na Kati, hey. wachezaji wa wamesema ni timu nyepesi mno, tutawajibu uwanjani hey. hey. leo tunawajibu uwanjani hey. hey. hey, watasema, watasema, watasema. watasema. watasema. wanaingia na mziki wanaingia na mapiano kwenye mm. ardhi ya nyumbani hey. kwenye ardhi ya mpinzani kwenye ardhi ya Yanga hey. wanaingia na mapiano yani wamejiamini kiasi gani mpaka wamekuwa na nguvu hiyo. Yanga, tutarajie mchezo wa namna gani leo? Mtarajie mchezo mzuri, kwa sababu tupo nyumbani, tumejipanga vizuri, tumejiamini, tumejiandaa vizuri, hatuna majeruhi, wachezaji wetu wote wapo, leo kazi ipo basi. mm. Wanangu, mi nawatakia kila lahili, wanetu Unyama ni mwingi a Usisahau kusubscribe, comment, na kulike.